Katika maji ya kina kirefu, penye utulivu wa kutisha, anakaa malkia wa bahari, mrembo wa ajabu mwenye nguvu za kichawi, anayevutia na kuogopesha kwa wakati mmoja. Huyu ndiye Mami Wata, mwenye simulizi ya kusisimua zaidi kutoka Afrika, ambayo haijafutika kwa karne nyingi sana. Leo tutamwangazia Mami Wata, kiumbe mwenye mvuto mkubwa lakini mwenye nguvu zisizoelezeka. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Karibu kuisikiliza makala hii. Mami Wata ni jina maarufu kwa roho au mungu wa kike anayeaminika kuishi katika maji, hasa baharini, mito, au katika maziwa. Katika baadhi ya maeneo huonekana kama mrembo wa kupindukia mwenye nywele ndefu, ngozi inayong'aa kama dhahabu, macho ya kuvutia, na mara nyingine huonekana kama mwanamke wa kawaida, nyoka au hata nusu samaki, kwa maana ya nguva. Katika lugha ya Kiingereza jina hili linatafsiriwa kama Mother of Water kwa maana ya mama wa maji. Ingawa simulizi zake zinatofautiana kutoka sehemu moja hadi nyingine, lakini tabia yake ya msingi inabaki ile ile, kuwa ni kiumbe mwenye mvuto mkubwa lakini mwenye nguvu zisizoelezeka. Katika maeneo mengi ya Afrika Magharibi na Kati, kutoka Nigeria hadi Ghana, Kamerun hadi Kongo, Mami Wata anaabudiwa kama roho ya bahari, lakini pia kama malkia wa uzuri, mali na ushawishi wa kichawi. Wanaomwamini Mami Wata huamini kuwa anaweza kujitokeza kupitia ishara mbalimbali mbali. Sio lazima kwa macho ya kawaida bali pia hata kwa ndoto, hisia au hali ya mazingira inayobadilika ghafla sana. Ishara hizo maarufu za kuthibitisha uwepo wake ni pamoja na kuona nyoka mkubwa baharini au karibu na maji safi, lakini pia kuota ndoto ya kuwa kwenye maji safi, kuogelea bila kuogopa, au kukutana na mrembo wa ajabu aliye na macho ya kung'aa sana. Ishara nyingine ni kuona kioo kilichopasuka bila ya sababu, sauti zisizoeleweka usiku au hata harufu nzuri inayotokea ghafla sana. Hizi zote huaminika kuwa ni alama ya uwepo wa Mami Wata. Lakini pia ishara ya kupata mali au pesa nyingi kwa ghafla sana bila chanzo cha kueleweka. Hali hii huaminika kuwa ni zawadi kutoka kwake na mara nyingi ikiwa na masharti ya siri sana. Mami Wata si tu mrembo wa bahari bali pia hutoa miujiza mingi sana, na katika baadhi ya imani, Mami Wata anaweza kumponya mtu magonjwa sugu kutumia maji au kwa ndoto. Lakini pia Mami Wata huleta ufanisi wa kibiashara kwa wale wanaoingia agano naye kupitia sadaka au matambiko. Na watu wengine hudai kupata vipawa vya kipekee kama kutambua mambo kabla hayajatokea, kuongea na maji au hata kupanda kiroho. Lakini baadhi ya watu wameshuhudia kukutana na Mami Wata uso kwa uso, na mara nyingi wakiwa wa Ala, au hata wakiwa wakivua baharini. Ni muhimu kutambua ya kwamba miujiza ya Mami Wata huambatana na masharti makali na magumu sana. Wapo watu waliodai kuwa utajiri waliopata uliwafanya wajitenge na familia zao, washindwe kulala usiku au hata kuhisi kuwa wanaishi maisha ambayo si yao. Hadithi za Mamiwata zimekuwepo kwa karne nyingi katika mataifa kama vile Nigeria, Ghana, Togo, Benin, Congo, Cameroon, hadi kule Ethiopia, Tanzania, Kenya na hata katika visiwa vya karibu na Marekani kusini. Inasadikika kuwa dhana ya Mami Wata ilianza kabla ya ukoloni, lakini ilipata nguvu kubwa zaidi katika wakati wa biashara ya watumwa. Wakati wa safari za baharini, watumwa wengi waliota au kudai kuona kiumbe huyu akiwaita kutoka kwenye bahari au kuwafariji katika ndoto. Na katika maeneo mengi, Mamiwata anahusishwa na miungu ya maji ya Kiafrika kama vile Ye moja kutokea Nigeria, Simbi kutokea Kongo, na Nyamiyami kutokea Zambia au Zimbabwe. Kiumbe huyu mara nyingi huchukuliwa kama ishara ya urembo wa hali ya juu, anayeweza kumvuta mtu kwa uzuri wake, lakini akabadilisha hatma ya maisha yake kabisa. Katika hadithi nyingi, Mami Wata huonekana kwenye pwani au baharini akiwa anajipamba au akitizama kwenye kioo, akichana nywele zake kwa utulivu sana na wanaume wanaomuona Mami Wata wanasemekana kuvutiwa sana hata kufikia hatua ya kuachana na wake zao pamoja na familia zao. Na endapo mtu akimkataa au kumkosea Mami Wata, basi anaweza kusababisha laana, kichaa au hata kifo kwa mtu huyo. Lakini kwa wale anaowapenda au wanaomwabudu, huweza kuwapa utajiri, umaarufu au nguvu za kichawi Mami hata si tu pepo wa maji, bali pia ni mfumo wa urembo, tamaa na nguvu za kike katika jamii nyingi sana. Katika maeneo mengi ya Afrika Magharibi na kati, wachawi au waganga wa jadi huchukuliwa kama wafuasi wa Mami Wata, na baadhi yao hujulikana kuwa na uwezo wa kumwita au kuwasiliana naye kupitia ibada maalum. Ibada hizi mara nyingi hujumuisha tambiko la maji safi, manukato na vito pamoja na pesa, lakini pia madhabahu yenye sanamu za kike yenye midomo mekundu, nywele ndefu na nyoka waliozunguka miili yao. Lakini pia ni pamoja na ngoma, midundo na wimbo maalum wa kumwita Mamiwata. Lakini wapo waliodai kupata uponyaji wa magonjwa sugu, mafanikio ya kibiashara, au hata kubarikiwa na vipaji vyake kipekee. Lakini kila neema ya Mamiwata ina bei yake. Mwamini anaweza kupewa masharti ya maisha kama kutokula nyama fulani, kutokufanya mapenzi kwa muda, au kutoshiriki kwa baadhi ya shughuli za kijamii. Sanaa ya Kiafrika imejaa picha za mamiwata kuanzia kwenye uchoraji, uchongaji, hadithi za mdomo hadi filamu za Nollywood. Sanamu zake hupatikana hata kwenye masoko ya Afrika Magharibi zikiwa na kioo mkononi na nyoka shingoni. Muziki wa kiasili kama reggae, afrobeat na hata rap umemtaja Mami Wata kama mfano wa nguvu, mvuto na siri ya kiroho. Katika kizazi kipya, baadhi wanamwona Mami Wata kama feminist icon, kwa maana ya ishara ya uhuru wa mwanamke, urembo usio na mipaka na nguvu ya kiroho. Hadithi nyingi za mitaani huzungumzia watu waliopotea baharini na kisha kudaiwa kurudi na maisha yaliyojaa mafanikio ya ghafla sana. Wengine wanasema walikutana na Mami Wata usiku wakiwa wanavua au wakisafiri na maisha yao yakabadilika kabisa. Lakini baadhi husema Mamiwata huweza kupenda mtu kiasi cha kumvuta aishi naye majini. Lakini wengine hudai kuota ndoto za ajabu mara kwa mara, ndoto za bahari, ndoto za samaki wakiongea, au ndoto za mwanamke wa ajabu anayeahidi kila kitu kwa gharama ya roho yako. Mamiwata si hadithi tu ni sauti ya bahari ambayo bado inaitwa kwa roho za watu. Ni mwalimu, ni malkia, ni kivuli cha matamanio ya binadamu. Katika kizazi hiki cha teknolojia na mitandao, simulizi zake bado zinaendelea, hususan ni katika muziki, mitindo, mitazamo ya kiroho na sauti za watu wanaotamani kupata zaidi ya kile kinachoonekana.